Byadunia, hii hali ambayo tunaendelea kuishi si hali ya kawaida tena, si hali ya kawaida tena. Semen pas nilisema kwamba eh, ame venturi kuna fungula front tatu, front ya Manyema pa Manyema, Mwenga Shabunda na front ya njia ya Kisangani na objektifu kubwa ambayo niko naona kwao ni kutafuta kufungua, waoni kama wanaweza ukamata Katanga, kamate Manyema, e pourquoi pas Uvira na Fizi, paske malgre resistance ya matoto ya Uvira ambayo mina felicite na Fizi na Mwenga. Kalehe, Kabare, resistants wiko nenda kuchokoza si adui kila siku na kumupiga. Mais laissez-moi vous dire que le pouvoir de Kinshasa n'est pas avec nous, pouvoir ya Kinshasa haiko nasi, kama mmefuata declaration ya ministre muyaya charge na communication il a minimise même l'affaire. Eh, affaire

Apres Togo waniza kutwambia prezidente le alikuwa Angola. <laughs> perte de temps. perte de temps watupoteza wakati omemo maadui kwenda nakamata na progresser na progresser na progresser, hakuna hata signe ya kuonesha kama serikali ya Kongo iko muvita muya, yalisema Sud Kivu na Nord Kivu ina represente nini

protocole kama mnane kusinye tu ya koru cadre sanuza pri inane mwaka mzima akoru cadre tu donc kutengeneza tu maket ya nani ya, ya, ya, ya, ya watafanya. Na tukamata mwaka mzima, sasa chapitre mnane sitakamata miaka ngapi? <laughs> Ah, pouvoir ya Kinshasa, pouvoir ya Kinshasa. Mwache kudistraire vatu, mwache kudistraire vatu. Nous devons dire clairement à la population que vous avez vendu l'est du pays, vous avez abandonne l'est du pays. Ne nous trompez pas. Peuple congolais mfunguke macho. Na kitu kia kwanza mnapasha kuyua. Kisekedi yapashe kupenda ile vita ishi.

ya flame yatoka kitema, me tuwe na moyo. Vile vile, vile vile kama tutabakiaka Uvira miaka na miaka tutaendaka Bukavu, me tuwe sasa na posision moya lya nguvu sana. Jamai Kisekedi aizipendele vita ishi hata siku moya. Mtomelao mutu anapenda vita iendelee juu yaya maintenir pouvoir. Zoka tala mambo ma uh, vile vile, ya maeleksiyo huku ma besh es fukuza hii maimbo ya nanga na ya Kagame na ya Kabila, fukuza fukuza vile vile pole pole yu pale siku wenye wataponyoka bana, wanafanya kitu kimwa kiajabu. Hii maimbo naingia ya Uvira njo mtaonaka dunia. Kumbe Uvira kulikuwaka batu akutakuwaka batu. Ok, siye wa wazalendo wetu moyo na nguvu na upendo ufungule njia Kamanyola njo tunaeza kupata ka viktuare kadogo ju ya kubadiki me vila vile oh, sisi waalinotuko nyuma FARDC, tuko nyuma ya kisekedi wi tukatali asdp mtoto wa inchi naoan anavapa saa io kwanza kuagire toona maniere dodre lile FARDC politiki FARDC kesho mtachoka. Mulifata venye Kagame anaongea hapa, mulifata venye kone nanga aliongea. Kone nanga aliongea ke Kongo inatakiwa kukuwa pei federal, njo vite nyiko napigana maintenant. Me, sorti mediatike ya kone nanga, leo ya Kagame nyo natoka sorti mediatike yake, anasema ke mie nishakuwa kize, kama mie njo niko napiganisha Kongo. Sasa Goma iko mumikono yangu. Kavumu iko mu mikono yangu. Bukavu iko mu mikono yangu. Mbele ya kusema nikupatie Bukavu. Kuya ikali chini mimi we na wewe tuongee na unionyeshe kwambie des fois mimi niko Bukavu na mimi niko pale. Okay, mimi nakubali. Gome iko mu mikono yangu. Kia sasa unionyeshe. Na mbele ya kukupatie ile mwingine iko mu mikono yangu. Tutaandika. Tutaandika. Kagame anaonesha kwambie des fois yeye ndiye kona kontrole Bukavu. Yenje ko na kontrole Goma. Yenje ko na kontrole aeroport ya, ya, ya, ya, ya Kavumu. Pff, sorry. Samani. Kumbi bandugi yangu hatuna président. Même si twendele tuko tunajigumiriza hatuna président. Et tous les malheurs nyetuko tunapata, ni ya ba député beji tuchagulaka en lom kom Kagame, hawezi shinde ko na neglige iko, peyi iko, yenye Rwanda ikomwe combien tour kuingia mkongo kisha kapeisa kale ka tu négliger na tuko tunakuwa ambaire tunatumikishwa na bale bale ba kongole ba mamaro mubaya, na kisha president de la republique a endele ku safiri a endele ku maintenir. Ndio maana nibambia ka bato ya Sud Kivu, tunatakiwa ku na biongea kila siku, kujiokoa sisi wenyewe. Hii gouvernement Kinshasa inayua bitu iliwaye ku sign na M23 na Rwanda, mais un président mwenyeko per pays sa Kagame. Hawezi shinde kuna kamata madesizyon, muinchi yenye haiko ya kwake, muinchi ya bakongomani. Ni bitu binye binaleta haya. Mukienda kuangalia ni bitu binaleta haya, biyawai kutokia mu izingini nchi zote. Cependant muko munaona, il y a un certain mesaje nilibambiaka, niliambia bazalendo nikabambia bandugu yangu: habawezi enda kutufungulia ofisi ya bazalendo na atukwaki na bazalendo binye bako mu Bukavu. Bakakamata padiri, bakaenda kamata presida warade, bakaenda fungulia Kishasa. Bakatia kule banda tia semen jo rade ile rade bana kwa bana fonctionner franga bana kia kutumaskia huko bana kata franga gouvernement na toa bana tia franga bo bana kula kisha huko, bazalendo bako bana hangaika tutoki kwa ba FRDC tujipigania si benyewe. Na ile ofisi ile ndafunguliwa kule ni ile ile probleme ya kusema commandement zote zikwe zinatoka Kishasa, mkifanya mpigane bana mwambia no, mchunge tuone ndio benyewe iko binapitikana Uvira, na leo ndio maana mnaona fuyo iko Uvira Ini zarau mwa ya kabambe, je pense que ukienda kuangalia kuanzia Goma sitkivu, izi sitkivu mbili zinaweza zikaenea Rwanda, kisha peisa kisi Rwanda ndile kuna tunegligee hivi. Na tuseme tuko na president, tuseme bako bana detourner ma 50 millions, ma 60 millions, ma 70 combien millions bashindwe mu province mbili, province mbili na zia kwa zote hazia kwa zote enclavier kuba M23, tuko na province 26 province Mentina bakienda na kamata de brigade de brigade kutoka mu province. Banakia mwanga mwaifas kwenye kusha kwa kipe na inventro. Mem se inventro na waki. Inoza shinda kukamata hizi fast. Hizi haba basodaba noza shinda kukamata hizi fast. Efektifu wala nini? Komandema tulisemaga batupatie komandema bazalendo. Balikatalaka. Bandugiangu, binaleta uzuni, hatuna president de la republiki

taftaaonesha watu kweli palepale, vakwambia kama uko donc. Vatu vengine vanafanya ni kupiga tu mikono njo, vatu vengine vanapenda vile. Nasikia ndugu utakuwa vale bazalendo bangoma zito baya kutumba banatoka, banakuya pale banatoka na decision kule mteritwari ya Fizi. Sasa nafika tu mwingine, mabadiliko fulani yenye nakuja na kwa iko pale unasikia, na hii vita ni vita ya siasa na siasa ndio ikonchezeka pale, pale Uvi nakumbuka wakati Guvernere Jean-Jacques Purusi alitoka kule umaka. Kule ma, ma, ma, Malualaba kule palikuwa na mareinyo ba governor yote na Felix Tshisekedi. Wakati alifika pale Uvira, alisema kama rais alisema kama iko pe yote ishafanya nini ilishaisha. Ndio sasa alisema aka Jaja ke Prusia alisema kama hii ikope yote mkubwa wa nchi anasema kama vita ilishafanya nini ilishaisha. Bale ba M23 banani ce sont les aventuriers. Mkinywa yake haikupita deux semaines, akaanza sasa kusema kama watafanya kuluari humanitaire utakuwa akasema kwanza ndio kutakuwa kenzi kamio yenye kutakia chakula mavivre na manovivre ya kupokeza ba badeplase bikaleta kafujo ku niveau ya Uvira. Watu wakasema hapana, shi hapa tuko sasa tuko ku gouvernement aegisi kule kwa basi, kwenye kwenye basi viko ndio, kuko njala sababu manjia hizo zinafungiwa, ile msada jwani na wapati pale watu kuko viko kule Bukavu viko kule Goma aeto mpaka zile makamio zikia hapa Uvira tena sasa sema vile kushusha kwa dajengine mpango kusema kama

pale hii siasa na hii vita, Felix anajua, Felix anajua bien, benye iko nafanya juya hii vita juya Kongo. Felix anajua kope zake.

pale Uvira usalama huko kila kitu iko sawa, kama ndile ale Burundi namna gani? representant wa chef de l'etat mu province ne aenda la mwingine na kama unakuta pale Uvira watu abapigani Felix njoo na katala maana no unakuta

Ba, na peple congoles na societe civile na opposition yote ishakuwa d'accord juu ya nini ju baingie mu dialogue, vita isha me. Felix na ba bande zake bale baes utatutia wapi. Ile aubsha Felix Tshisekedi kichwa lakini, anajua kama hakuna vita yenye ile Kongo na m itaishawa mtutu am apigane e kipigana Kagame atatetemeka mzuri sana aqui aqui. Apendi wapigane? Wa auwapigane hmm?

Nasikia njo siasa Felix alit alitilize na batu yake yiotafaa kukabula inchi. Ona leo Masisi na Ruchuru deja shakamata eh? Basha instale, deja bale banasema wo, banyarwanda banani kama ni ma, Masisi na Ruchuru ni, ni, ni, ni Rwanda yenye babeli yenye baliza kuanexe ku Kongo. Basha ni kiperee hivi na hivi sasa ni ni vitu mwenye ukifuatilia sana hivi hivi vitu utaona kama sawa vile Felix sio mtu akusikorote hata. Mata nisikia, mwana nisikia, lakini Barcelona manaliza zangu za nilishafanya. Na watu toto wanaongana hapo, watoto wetu vipiko mapori. Biko asema atukose force tuko nayo ya kupiga. Tutapiga bien na Kagame atakimbia, kama nataka tutaingia mzuri muzuri. President iko nakatala negosasyo apendi, iko tu mabitu ya kujipakia ya kujieternize kupouvoir bile vya madoa. Nasikia hakuna vingine vyenye iko ndani, madistraction tu madistraction. Juma ni kusema mieji